Ganze, mojawapo ya maeneo bunge maskini zaidi nchini Kenya, ambapo maisha ni mapambano ya kila uchao. Lakini katikati ya changamoto hizo, maono ya mtu mmoja yameleta mwangaza katika pembe zenye giza totoro, yakiyabadilisha maisha ya mtoto mmoja baada ya mwingine. Kilifi Watoto Center nilianzisha mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili baada tu ya kumaliza masomo yangu ya uzamili. Yani, masters degree St Paul's University, ambapo pale nilisomea development studies, alafu nikaangazia sana maendeleo ya watoto na vijana, youth and develop, youth and children. Sasa baada ya pale nikafikiria hii degree ya pili nitaifanyia kazi gani, kwa sababu tayari mimi na kazi yangu ambao ni ya kutafsiri. So nikaona hii degree ya pili basi nitaitumia ule unakotoka, kuwasaidia watoto ambao hawana uwezo kupata elimu so hapo ndo tukasajiliwa kule Ganze uh, naklifu watoto ikaanza mwaka ule wa 2012. Na alizaliwa na kukulia katika mazingira haya yenye changamoto chungu nzima, akiuelewa umaskini sio tu kama takwimu, bali kama halihalisia ya maisha ya kila siku. Elimu ikawa njia pekee ya kumtoa katika lindi la uchochole, na baada ya miaka ya juhudi na bidii ya mchwa, alipata nafasi ya kusoma Hatimaye akajiunga na chuo na kupata fursa kufanya kazi na shirika la kimataifa la utafsiri wa Bibilia. Lakini hata aliposafiri katika sehemu mbalimbali mbali na miji tofauti ulimwenguni, moyo wake uliendelea kulienzi eneo bunge la Ganze. Miaka kumi na mbili iliyopita, akaamua kuchukua hatua ya ujasiri kutoa kwa jamii iliyomlea kama njia ya kusema asante. Tulianza na watoto thelathini na wengine tukiendelea. Changamoto zilikuwa nyingi, wengine tuliwapoteza. Wapoteza in the sense that kuna wengine waliolewa Jesus, amimba lakini ninavyoongea sasa hivi, kuna msichana mmoja ana amefuzu juzi St. Paul's University na degree ya elimu, Bachelor of Education Business and Geography. Kuna msichana mwingine amemaliza diploma Zetech University. Kuna wavulana wawili wako Godoma Institute. Kuna wasichana wengine wameshamaliza shule za sekondari sasa wako vioni pia, wanaendelea ni wengi wengi, lakini nadhani kwamba mafanikio yetu ni kuona mtu amepata digrii, na hilo lishafanyika kufikia sasa. Hapo Kilifi Watoto Center ikazaliwa, sio kama taasisi tu, bali kama harakati ya kuyabadilisha maisha ya wengi. Shirika la kijamii lililojitolea kuwaunganisha wafadhili na wahisani na wale wanaohitaji msaada zaidi, kuanzia mipango ya chakula hadi udhamini wa elimu, msaada wa huduma za afya hadi mafunzo ya kiufundi. Kilifi Watoto Senta sasa inaendelea kuyabadilisha maisha na historia ya eneo bunge la Ganze, hatua moja baada ya nyingine. Kimaisha, miaka kumi na mbili ya athari na maisha ya maelfu ya wakazi sasa yamegeuzwa na yanaendelea kugeuzwa, lakini kazi bado, na safari haijafikia kikomo. Ganze bado inahitaji mashujaa na historia ya Kilifi Watoto Center bado inaendelea kuandikwa kwenye vitabu vya kumbukumbu kumbu. Ndoto ya mtu mmoja sasa imekuwa uhalisia wa mambo, na sasa uhalisia huo unabadilisha mustakabali wa jamii nzima ya eneo bunge la Ganze. Huu ndio uwezo wa kutoa kwa jamii. My name is Immaculate Anzazi in link waka at Kilifi Watoto Center. Kilifi Watoto Center is a CBO that the main goal is educating um, orphans and people who are not well being from Ganze, Matanomane, and other places. So recently, tulifungua kituo Ganze Tangalaweni that deals in um, educating or giving skills on Computer and uh, tailoring services actually. Our main goal or aim was to educate the less fortune, actually from Ganze, most of so the girls. girls um, in our tailoring classes, we have some students who are dropouts actually. Kuna wenye wako 17 years old, waliachia wakiwa class 8, hawajaenda shule. So, walipo jua kusukilifa Kilifi Watoto center, they, they were able to come most of them. Our main focus is for the less fortune and most of the girls that study here come from Kachororoni area in Ganze, Tangalweni but most of them come from Kachororoni and in Kachororoni most of the girls are like 17 years old but they dropped out of school some shida ni fees wengine walinajisiwa wengine tu, hawana hata uwezo wa kuenda shule. Kwa mfano, hii shule iko Tangalaweni, watoto wanatoka Kachororoni. Kachororoni it's like one hour or two hour distance. Wakitembea kutoka huko, so wengi wa wanatembea kutoka huko, wanatoka kwao saa moja wanafika huku saa tatu, lakini bado wako na aim ya kusoma so Are not able to, to pay for the fee. So we just check them, and help them to achieve their goals. Kitu ningependa from the community, washirikiane na sisi vilivyo hasa wasichana wenye wako nyumbani bado wawaleti hapa Ganze Tangalaweni. We offer almost free services actually. It's 1,000 per month. And also, if there is any problem with fee payment, you can just come and talk to us. wo 0 tulione tupeleke elimu pale pale watoto walipo. Sasa tukaanzisha pale kituo cha ushonaji, tukapata marafiki zetu wanaitwa Partners for Care wakatupatia kompyuta, ingawa nyingine hazifanyi kazi, kidogo tu zinafanya kazi. Pia wao hao hao wakatupatia cherehani kumi na moja, lakini sasa hivi ninapozungumza hivi mbili tu ndio zinafanya kazi. Wametuahidi kutupatia nyingine, but hatuna eh, uhakika. Sasa imekuwa changamoto kwamba wanafunzi ni wengi cherehani ni mbili, kwa hivyo inabidi wanasoma wakipishana pishana. Kwa hivyo kile kituo tulikianzisha pale, tuwape watoto wetu na vijana wa eneo lile ujuzi wa kiufundi ili waweze kujitegemea na waweze pia kupata riziki na wabadilishe hata na na kwa familia zao. Naitwa Sara Zawadi Changawa, natoka Malomani Ganze. Nilisoma mpaka class 8 nika join form 1 mpaka form 2 nika drop kwa sababu ya school fees, na niko na mzazi mmoja na hana kazi. Nikaenda kazini, nikaenda nikafanya kazi ya hoteli, nikaenda nikafanya kazi ya baa, mpaka nikaona tu life imekuwa ngumu. Nikarudi nikaja nikaambua kuna watu wanasoma wanajifundisha tailoring na dressmaking nikaja nika join. Kujoini kwangu nilijileta mwenyewe kwa sababu niliona hali ya pale nyumbani ni ngumu nikawa nikitoka hapa naenda kuangalia hata kama li, nifanya, pesa, ni kazi yoyote ili nifanye nipate hiyo pesa ni, nilete shule. Nikaja nikauza mbuzi, nilikuwa na mbuzi mmoja nikamleta hapo shule ili nipate usaidizi wa kushona nijue kushona. Saa hii kwenye nimefikia ni mwaka wangu wa pili na mwezi wa tisa, kufikia mwezi wa tisa nitakuwa naenda kufanya mtihani ili nipate kibali changu cha kushona niwe naweze enda shona mahali popote. Ninajua kushona nguo za shule, short skirt, suti, long sleeve shati, yani nguo zozote zile, dress, najua kushona kufikia saa hii Hapa ni skati nimeshona mwenyewe nimepima, nime draft, nikakata nikaishona mpaka imefikia hapa, bado kuweka belt iwe imeisha. Nikitoka hapa Sangalaweni Kilifi Watoto Center, nitakuwa na uwezo wa kujitegemea mwenyewe kwa sababu nitakuwa napata pesa yangu, siwezi dhulumiwa na mwanaume yote, kwa sababu nitakuwa naweza jitegemea maisha yangu naweza shona nikapata pesa yangu, nikajua naweza jisimamia wapi bila kutegemea mtu yoyote. Karo pale tuliweka elfu moja, mwanafunzi alete elfu moja asome ile nayo pia na inawashinda pale pale. Pia kuna wasichana kadhaa wanalala pale pale, wanapolala wanalala chini nona. Kwa hivyo wametoka Kachororoni, ni mbali na Sangalaweni, wanatembea kwa mguu, tukaona walale pale, wanalala pale lakini hata pia wanalala chini, hawana vitanda, hawana chakula vilevile, vile pia hata kiusalama, kwa sababu ile nyumba wanapokaa pale haijatengenezwa vizuri sana, hivyo wakati mwingine tunapofika usiku nakuta mlango kwa wazi. Juzijuzi tu nilipigiwa simu kwamba kulikuwa na mtu mwanaume anajaribu kuingia kwenye ile nyumba, na wakapiga kelele, ule bwana kutoroka. Kwa hivyo pale hawako salama sana kwa sababu ya hali mazingira. Wamekuja wapate elimu lakini changamoto ni nyingi mishida, vitanda, matres, hmm, kwa kulala ni shida. Hawana vitanda, wanalala chini, wanalala chini. Kwa hivyo kama tukipata vitanda tu, ule mlango pia uweze kupata kufuli ufungwe vizuri, security iwe sawa, basi watoto wengi watakuja walale pale na wasaidike, sababu anatoka mbali. Nangu naitwa Fedispendo, natoka katika mtaa Kachiroroni, Ganze nimesoma katika darasa la kwanza hadi darasa la nane mm, nikashindwa na fees ya kwenda form 1 nikabidi niondoke niende kazi hoteli. Nikaenda fanya kazi hoteli kwa mwaka mmoja nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani, nikabaki mpaka mwezi wa tatu. Kukaja baba moja akao yuko na nini yuko na karatasi za form, akasema kuko na college katika Tangalaweni, ikabidi tuje patangalawei ni Kilifi Watoto Center, tukajajiunga katika kozi ya kompyuta, tukasoma kwa miezi mitatu, tukatoka. Nikaenda kubaki nyumbani kwa sababu ilikuwa sina afya kusema nitakuja anza tailoring, nikabaki nyumbani kwa wiki tatu, anzazi akanipigia simu akasema nikuja nije nianze tailoring nisome tu, hivyo ndo nikaja mwezi wa tisa mwaka jana nikarudia tena hapa tailoring, nikajiunga tailoring hadi sasa hii niko kwa tailoring. Kwa matarajio yangu, sikuwa natarajia tu kubakia hapa tailoring, nilikuwa nataka niongeze ujuzi kama plumbing, ama mechanical nizidi kusomea hivyo, lakini kwa sababu uwezo wa kusomea pesa school fees hakuna, itanibidi nikitoka hapa nikajaribu kujitafutia machine nijifungulie mahali naanze kusona, nikipata pesa yangu nitaenda kujiunga tena kwenye college nyingine, hizo kozi zenye nataka tena. Ile ruwaza ambayo tuko nayo ni kuanzisha kituo ambacho wanafunzi watakuwa wanakaa pale, kuna library kubwa. Kama mtoto amedhulumiwa kijijini anaenda kunusurishwa analetwa pale, halafu baada ya muda anapelekwa kama ni shule Tamai, kwa sababu pia serikali ilituambia hatutaki watoto, hawataki watoto wakae kwenye vituo kwa sababu ya unyanyasaji ambao huendelea mahali pengine. Kwa hivyo wakasema, wasaidieni kule walipo. Kwa hivyo siku moja, tukiwa na kituo ambapo kina kila kitu, basi wanakuja pale wanaenda wanapitia, wakienda wanakuja wanasoma, kila kitu kipo. Hayo ni mawazo ya usoni, lakini sasa hivi kile kituo cha Tsangalaweni ndo ndo tuko nacho peke yake. Ndipo pale kuna tailoring na IT. Kwa majina ni Tazipora wa Njiri William. Mimi natokea mtaa wa Kachororoni Ganze. Nilisoma kutoka darasa la kwanza hadi la nane. Nilipomaliza hakukuwa na pesa ya kuendea second. Sasa nikaamua niende kazini. Nikaenda kazi tu miaka miwili. Sasa nikaona lefi ya kazi na imenichosha kukana dadangu anasomea tu kompyuta hapa. Akaja akanielezea kwa kuna tailoring watu usomea. So nikamwambia mamangu, na alikuwa hana uwezo. Akauza bata mbili, akanipeleka shule, so nikaamua kujiunga na Kilifi Watoto Center. Nikimaliza hapa Kilifi Watoto Center, nitakuwa na uwezo wa kujisimamia mwenyewe, sitakuwa nategemea tena wazazi, kwa hiyo nitakuwa na jisimamia mwenyewe. Naweza sona nguo ya mwanafunzi, japo kwengine sijamaliza kozi. Huu ni mwaka wangu wa kwanza. Sahi naweza sona nguo ya shule, dress ya fitting, huku kwengine bado sijafundishwa kozi. Mi ndo naanza, ni mwaka wangu wa kwanza mm. Eh, haya, najua wasichana wengi mko nje mwateseka, lakini ukija hapa utanufaika. Hapa ni Kilifi Watoto Senta. Njoni mnufaike maisha ya baadaye. Katika kuchangachanga kwetu, tuna mbio ambazo huwa tunafanya kila mwaka, lakini mwaka jana hatukufanya kwa sababu ya changamoto fulani, lakini zile mbio huwa tunaalika watu, wanakuja wanakimbia, tunachanga hela, tunawasomeshea watoto, ama wakati mwingine mtu anakuja kukimbia alafu anasema mimi nipeni watoto fulani nitasomesha. Hiyo ilifanyika uh, mwaka fulani sikumbuki, nafikiri mwaka elfu mbili ishirini ama kumi na tisa pale ambapo tuliweka zile mbio na akaja mama kutoka kwa shirika akla akachukua wasichana wanne au wasichana wamewasomesha shule ya pili mpaka sasa wako vyuoni. Wale wamesaidika kutokana na hizi mbio. Kwa hivyo hizi mbio ambao tunaweka ni tarehe ishirini na sita mwezi wa nne. Watu watakuja kutoka mbali, wengine wanatoka Nairobi, wengine wanatoka sehemu mbalimbali, wanakuja tu wakimbie.

Kwa hivyo zitakuwa pale Karisa Maitha Grounds, tarehe ishirini na sita ndio zile, ndio tutafanya, tunafanya hivi kusomesha watoto. Kwa hivyo kuna wale tu mtu anasema mimi sitatoa hela, lakini nipeni mtoto mmoja nisomeshe Kulikuwa na mtafsiri mmoja pale, alipia mwaka ule, miaka kama miwili imepita, alichukua msichana mmoja. Ule msichana amepita vizuri, anaenda chuo kikuu, na ule alisema tunipeni ni, ni msomeshi. Kwa hivyo tunafanya hii shughuli kuchangisha hela kusaidia. Tukipata hela nyingi, tunaweza wapeleka wengi shule, kwa sababu wale watoto ambao hawasomi ha, ha, ama hawaendelei kielimu ni wen wengi sana. Mother Teresa alisema kitu kimoja, alisema nikiwa na Mungu na peni moja inatosha. Kwa nini alisema hivyo? ku, ku, kuwasaidia watu si kuwa bilionea. Wale watu ambao wanasaidia hata wengine, wakati mwingine si mabilionea. Mabilionea ndio wanasaidia, lakini kile kidogo ambacho uko nacho, hata unaweza kutupa vitabu unaweza kutupatia hata, hata vyakula ukatupatia vitambaa vya nguo kushone nguo tuuze, watoto wapate hela zisomeshe wengine. Chochote ambacho uko nacho, ukitoa pale Mungu pia atakubariki. Hii kazi tunayofanya imefanywa na watu wa kawaida kabisa, sio kwamba ni watu ambao wana hela nyingi. Ni kile kidogo kidogo wako nacho wanatoa kidogo, alafu watoto wanapata elimu. Kwa hivyo huo ndio mwito niko nao, Tushikana tu, tu, mikono tubadilishe jamii zetu hasa jamii ya Ganze. Kile kinachonihamasisha mimi ni, kule nilikolelewa hatukulelewa kitajiri e, mimi baba yangu alikuwa na biashara ya kuni na tulizaliwa wengi, naona vile mzee nasumbuka kutusomesha kwa hivyo nikabahatika, kwamba nimepata elimu vizuri, na sasa kama ninaweza pia na mimi kuwasaidia wengine wapate elimu pia, hiyo inaniletea ina actualization, najisikia kama nimechangia katika kuyabadilisha maisha ya watu, na hilo tu ndio ambalo linanipa furaha kwamba, can I touch someone's life, can I be a, a, catalyst for change in their lives. They may not be in their thousands, but if I can only help even one. Wale kidogo tunaweza kuwasaidia maisha yao yakibadilika, basi pia ni utukufu kwa Mungu, alafu pia hata nchi pia inakuwa ni kwa nchi nzuri. My parting shot ni kwamba uh, Nelson Mandela aliongea kitu akasema, elimu ndicho kitu, ndicho kitu ambacho kinaweza kubadilisha society. Yaani, yani kama kuna mtaji kama kuna kitu kizuri ambapo mwanadamu anaweza kukipata ni elimu. Elimu bona elimu? Inaweza ni, ni mwanga, inaweza kuyabadilisha maisha ya mtu kwa hivyo hicho ndio kitu mimi nakiangazia zaidi. Mnyime mtoto kitu chochote, mpe elimu ataweza kujisimamia mwenyewe. Ndoto ya mtu mmoja sasa imekuwa uhalisia wa mambo, na sasa uhalisia huo unabadilisha mstakabali wa jamii nzima ya eneo bunge la Ganze. Huu ndio uwezo wa kutoa kwa jamii.